Ndugu zangu waamini na wapendwa sana, jimbo la Kahama, tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Askofu Christopher Ndizeye wa jimbo la Kahama, askofu wenu. Tunatafakari tukio hilo la pekee, na mimi kwa kweli kwa mwaka huu ninalifikiria kwa undani zaidi, hasa ninapowaza kwamba baada ya dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, aliendelea kutafutwa yule ambaye ni angeleta uhusiano uliopotea kati yetu na Mungu wetu, au kati ya Mungu na mwanadamu. Wamekuja manabii, wamejitokeza watu walioonekana kuwa na hekima, wamekuja wafalme, lakini hakuna aliyepatikana ambaye angeweza kurudisha uhusiano huo uliopotea kati ya Mungu na mwanadamu. Ni katika tukio hili la kuzaliwa Mwokozi ndipo Mungu mwenyewe anapoamua kushuka anakuja kurudisha uhusiano huo. Kumbe wapendwa, tunapoadhimisha sherehe ya kuzaliwa Bwana, ni tukio la pekee sana kwetu, tukio la upendo wa Mungu na kujali kwake, anapoamua yeye mwenyewe ashuke, aje azaliwe kama mwanadamu kama sisi, ili aturudishie uhusiano ambao sisi tuliopoteza kwa kumkimbia kwa kutimbia mapendo yake, kwa kupenda kwa mbali, kwa tendo la dani kume ni waalike. Wapendwa ndugu zangu, tulipokee tukio hilo kwa mwitikio wa pekee, na hasa tukitafakari maisha ambayo tumesafiri nayo kwa mwaka mzima, tutakumbuka kwamba katika mwaka huu ambao ni mwaka wa Jubilei kuu tulianza kusafiri pamoja na Kristo hasa kwa kutafakari miaka hiyo elfu mbili na ishirini na tano ya uwepo wake kama mwanadamu hapa ulimwenguni, na tukiendelea kumtambua kwamba kweli ndiye Mungu aliyeshuka kwetu kuja kuturudishia uhusiano huo. Na hivi tunapoadhimisha kuzaliwa kwake, tukumbuke upendo wake na zaidi sana maisha yake na majitoleo kwetu, nasi pia tupate cha kuendelea kuiga tulipokuwa tukifanya hija mbalimbali au kwa makundi mbalimbali mbali katika mwaka huu wa jubilei hapa kanisa kuu, mara zote tumekuwa na chakutafakari kuhusu maisha yetu na jinsi ambavyo tunaweza kumenzi huyu ambaye alikuja kwa ajili yetu. Nitumie pia nafasi hii kualika kwamba tarehe ishirini na nane tutakapokuwa tunahitimisha jubilei kuu, yani ya miaka 2025 na ya Kristo wetu Tulipanga kusali pamoja waamini wote wa jimbo letu, ili tuweze kuendelea kutafakari kwa pamoja na zaidi sana kupanga kwa pamoja nini hasa tufanye baada ya maadhimisho hayo. Tunawakaribisha waamini wote, eh, wote kuweza kuwepo katika tukio hilo. Jambo la pili ambalo ninalitafakari ni kutokana na kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni kwamba kwa sababu aliyetarajiwa kuja kurudisha uhusiano, kuja kuleta ukombozi ni mfalme, ye pia anazaliwa akiwa mfalme, na niwaalike tutafakari utofauti wa ufalme wa Kristo pengine na ufalme wa kidunia. Hata kama tunaamini kwamba mfalme yeyote aliye halali, kiongozi yeyote aliye halali, anapaswa kuendelea kujifunza kwa Kristo jinsi alivyotueleza juu ya ufalme yeye anajitambulisha, na hasa tutakumbuka hili tutakapokuwa tunafunga mwaka huu wa kiliturujia, mwaka wa kanisa, mwaka pamoja na Kristo, katika sherehe ya kufunga mwaka wa kanisa, sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Tutakumbuka jinsi anavyojitambulisha kwamba yeye ni mfalme wa aina gani. Anajiita au anajitambulisha kama mfalme wa milele na wa ulimwengu wote mfalme wa kweli na uzima, ufalme wake ni mfalme wa utakatifu na wa neema, ni ufalme wa haki, upendo na amani. Yaani anajitambulisha kama mfalme wa milele na wa ulimwengu wote, mfalme wa kweli na uzima, mfalme wa utakatifu na wa neema mfalme wa haki, upendo na amani. Na hivi nasi katika kuendelea kuadhimisha haya yaliyo mbele yetu na haya ambayo tumeshaanza, na hasa tunapoadhimisha kuzaliwa kwake, tupate cha kujifunza kwake, tusafiri pamoja naye pia katika mwaka ambao tumeanza tayari, mwaka wa Kanisa, mwaka wa liturujia, mwaka pamoja na Kristo tukienzi hayo aliyotuelekeza na tukimtambua yeye kama ndiye mfalme wa kweli, nasi tulio viongozi tupate pia cha kujifunza kwake, nasi tutetee yale ambayo Kristo mwenyewe alianzisha akiwa mfalme wa ulimwengu wote. Tujifunze kwake namna ya kuweza kutawala, namna ya kuendelea kuongoza. Ninawatakia nyote maadhimisho mema ya sherehe ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini pia kama nilivyoalika, nikiwaalika pia baada ya maadhimisho hayo ya tarehe 25 ya mwezi huu Desemba, tukutane tena waamini wote wa Katoliki katika jimbo letu tarehe 28, ili tuweze kufunga pamoja mwaka wa Jubilei kuu mwaka 2025. Mungu Mwenyezi awabariki nyote. Tumsifu Yesu Kristo.